Tumeelewana? Hapa sasa niko na viongozi wengine, sijui nitawataja majina. Wewe Betty simama hapo dakika moja, sema tu jambo alafu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Ni mweka wega niguka kunyitirira munene no wa bururi. Na mweka wega niguka kumwira farafareno turenda eireta dingo ingo. Ni mweka wega niguka Raisi, wacha nikuambie, mkutano wako uko na wanafunzi wengi sana. Shule ya Moshagara umetujengea choo, shule ya Kea umetujengea choo, shule ya Matanya umetujengea choo. Na sasa leo tunakuomba Raisi, kuna mahali hatujakamilisha, utuongeze ka kitu tukamilishe. Mimi ninataka kuomba nikiwa hapa, wanafunzi wa hapa ambao wanamaliza high school wanaenda Keharu kusoma maneno ya technical hiyo. Wanaenda Keharu technical. Sisi tunaomba hapa shule ya Moshagara tufanyiwe renovation na tulete equipment wanafunzi wetu wakuwe wanasomea hapa vilevile vile. Mimi naomba Rais, shule ya Moshagara secondary itengenezewe administration block. Rais, mimi nataka kusema asanti kwa naibu wako naibu wako, kulikuwa na wakati mama anaitwa Grace Wanja aliaga na ni mama wa hapa juu, ya kuchomwa na petroli na bwanake. Ile maneno tunapigana nayo ya GBV, naibu wako alitusaidia sana, ni naibu mzuri. Nikimalizia rais, atoito <muchasimu> igokamo iria injoku <muchasimu> na kami no nginya tumethathae eh. <muchasimu> na muneno wa to totikugiriria Tukumwonia wendo ni getha tukarehero mai ma irrigation ni tuku mwonia wendo ni getha barabara citu cikeira ta nding'oing'o na turi ehooya turi othe andu othe maingire thirikarini ya kasongo tarutire andu wira na ngauga ndi haha Maragwa Ridge kacongo ni ikumi express ni kucongana nani kucongana nani kucongana nani Asanteni sana watu wa Maragwa Ridge. Haya, kwa sababu ya kutelewa mimi na Mwangi, mpigeni makofi. Waziri wangu wa ICT, mpigeni makofi. Niko hapa na Kemani Ishwa, leader wa majority, mpigeni mpigeni makofi. Niko hapa na anaitwa Eric Murithi, mpigeni makofi. Huyu mungwana ambaye anaitwa Elijah Mwangi, huyu Mwangi ndio sasa PS wangu wa mambo ya sports. Na wewe bwana Mwangi, umesikia ya kwamba hakuna stadium hapa Murang'a, si namna hiyo? Tulikuwa na mahali mbili, tulikuwa tunataka kujenga stadium. Mimi nataka county government na viongozi wa hapa mu resolve, kulikuwa na mahali mlikuwa munataka pale Keharu, na kulikuwa na mahali ingine hapa Kagoigo, kako, ka? Apa. Sasa wewe bwana PS. Si wewe ni mtu ya Murang'a umesikia maneno tumesema, Eh? Sasa wewe ukuje umalize hiyo maneno hiyo stadium tujenge, ndio wa watu tukifanya celebration next year tunafanya celebration kwa stadium yenye iko chonjo, tumekubaliana hapa. Niko na mama wetu anaitwa Veronica Maina, ndio huyo, mpigeni makofi niko na huyo mungwana anaitwa Mheshimiwa Kimodo, yeye ndiye ananisaidia, ndio PS wangu wa mambo ya irrigation, ndiye amenipangia hii kazi na ni mtu mzuri. Wacha sasa ni